za mchana ndugu zangu waandishi wa habari. Uh, kwanza nimefurahi sana, nimefurahi sana sikia kaka yangu Karimu Boimanda akizungumza vizuri kwamba timu mwenyeji ikishirikiana na bodi ya ligi. Hayo ndo maneno kaka eh, timu mwenyeji ikishirikiana na bodi ya ligi kulipika hili jambo la tarehe 25. Jukumu langu la kwanza ambalo limepewa hapa ni kutangaza viingilio. Aha, vya mchezo huo wa Kariakoo Derby siku ya Jumatano. Tiketi za VIP A ambazo zilikuwa zinauzwa shilingi elfu hamsini hizi zimeshamalizika, eh, hazipo tena kwenye system. Tiketi za VIP B ambazo kiongozi hapa kutoka encard alitujulisha awali kwamba zimebaki chache, hizi zinapatikana kwa shilingi elfu 30. Tiketi za VIPC ni shilingi elfu 20, na jukwaa la machungwa au kwa watu waliopanda mabasi ya njano wanaita jukwaa la Orange, lile ni shilingi elfu 10, alafu mzunguko ni shilingi elfu 5 kwa tafsiri yake, tiketi zilizobakia za VIP B, VIP C, Orange na mzunguko. Kuna haja ya kurudia viingilio hapo yipatikana, sawa sawasawa. Hiyo safi. Jambo la pili, uh, ni ujumbe ambao nimekuja nao kutoka kwa benchi la ufundi, wachezaji, viongozi, wanachama na mashabiki wa klabu yetu kuelekea mchezo wa siku ya Jumatano lakini kama, kabla sijajikita hapo, nami ningeomba japo kwa dakika mbili tatu nisitize hili ambalo wenzetu wa Ncard wamelizungumza hapo. Tafadhali sana, pasitokee mkanganyiko katika maelekezo haya, kwa sababu maelekezo haya yamejikita kwenye vitu viwili yaani, tujue kutofautisha vitu hivi viwili. Cha kwanza ni watu ambao walikata tiketi Machi nane, halafu ile mechi ikayeyuka. Yayo, ile tiketi bado unayo, si ndio bwana eh? Ile tiketi bado unayo nyumbani. Utaratibu wa wewe ambao ulikata tiketi Machi nane na ile tiketi bado unayo, hata kama ulitumia kwenye mechi nyingine, lakini unayo nyumbani wewe, ikifika Jumatano, nenda moja kwa moja uwanjani ka punch, taratibu kama kawaida, ingia ndani. Namba moja kwa mtu ambaye ya ana kadi yake mpaka sasa hivi atutazama live kupitia Azam TV hapa ana kadi yake na alikuwa anajiuliza mimi nilikata tiketi Machi nane sasa inakuwaje? Utaratibu ni kwamba ukiamka asubuhi Jumatano, nenda moja kwa moja uwanjani, utaratibu wa kawaida wa kuingia utautumia, geti lolote jukwaa ulokata kapanchi mlangoni, ingia ndani. Utaratibu wa pili ni kwa yule ambaye alikata tiketi, sasa kwa sababu zake yeye akapoteza hiyo tiketi, na dili pia na watu ambao hawawezi kutunza vitu wewe ambaye ulipoteza tiketi ya Machi nane, yani ile kadi ulishindwa kuitunza, huna pochi, una kabati, una loloti. Bahati mbaya ukaipoteza ile kadi, sasa wewe, ndio utaratibu wa swap unakuhusu. Ileweke vizuri hivi, yani ambaye amepoteza, yani huna hiyo kadi, lakini unakumbuka ulikata. Isitokee watu wakata usumbufu pale, unaijua hujakata, haumo, unakwenda kushupaza mishipa ya shingo na mimi nilipoteza utaratibu huu tofauti mwingine. Kwa wasumbufu bodi muutafute na shauri, mtu akijua ana uhakika yani kwamba wewe kadi ulikuwa hujakata, na maake unajua mlango tuliofungua, au sasa watakuja watu pale kusumbua tu mfumo, mi nilikata, mtafute humo sifuri saba sifuri saba, huwe nauhakika nayo, ili ustupe mlongo mrefu na watu wakashinda kufanya shughuli nyingine. Kwa hiyo ambao ulipoteza kadi, vituo vimetajwa vya kwenda na siku ya mchezo jinsi gani enkar na bodi ya ligi wanawajali mashabiki wetu. Mmepewa mpaka siku ya mchezo pia utaratibu. Geti A hey, na geti D, si ndio? D ndiyo yale yani, mageti mwende pale mtakuta deski maalum mwisho kabisa, mwisho kabisa. Mwisho kabisa. Mwisho. Mwisho. Unajua deski maalum, kama ushaenda kituo cha polisi kama mimi, kuna dawati pale maalum la ustawi, yaani kuna watu maalum, ndio wewe ambao umepoteza kadi, wamempa heshima huyu mtu <laughs> Yaani kadi umepoteza na umepua deski maalum, bodi ya ligi pe, tuitupe nini tena bwana, atupenda namna hii jamani, taratibu mzuri. Yaani kadi hukutunza mwenyewe, lakini siku ya mechi umewekewa geti eh, dawati maalum na geti maalum. Ukifika pale, unatoa taarifa zako, bwana mi nilisajili kwa namba hii na hii, kadi yangu imepotea. Wanaingia kwenye system, wanaangalia wewe, almasi nani, unapewa chakwako, unaingia ndani. Kwa hiyo hakuna ambaye alikata tiketi Machi nane akaikosa hiyo burudani, kwa sababu za bodi au n kadi au timu mwenyeji. Ziwe sababu zako wewe mwenyewe, lakini kama tiketi ulikata, n kadi, bodi ya ligi, timu mwenyeji tumehakikisha tunakuhudumia ipasavyo, uweze kuingia kupata hiyo burudani. Kwayo nikasema nilipitie kidogo hapo niweke msisitizo na mimi, watu wasiji wakachanganya po, kwa mimi nilikuwa na kadi yangu, na wewe ukaamka tena ukaenda makao makuu na kadi unayo We, kama una kadi tukutane uwanjani. Kama kadi ilipotea ndiyo uende kwenye taratibu za kuswap. Hii swap ni kizungu, kiswahili chake nini? Kuchanja, kuchanja eti Swap ni kubadilishana. ni kubadili ile kadi ya mwanzo kwenda nani, kasema kuchanja huyo. Sasa baada tushamaliza utaratibu wa kuswap tuje <laughs> tujea kwenye ujumbe wetu sisi kama Yanga Africa. Uh, kwa dhati kabisa ndani ya mioyo yetu sisi kama Young African Sports Club, kwa dhati kabisa tunafahamu ukubwa, tunafahamu ugumu, na tunafahamu umuhimu wa mchezo wa siku ukubwa ya Jumatano, tunafahamu ukubwa wa Kariakoo Derby, tunafahamu ugumu wa kupata matokeo dhidi ya Simba Sports Club lakini tunafahamu umuhimu wa hizo point kwenye hatima ya ubingwa wa ligi msimu huu. Inaweza kuonekana imetokea kama zawadi hivi kwa mashabiki wa mpira kuipata Kariakoo dabi yenye msisimko wa fainali hiyo. E, itokee kwenye ligi nyingine unapata Kariakoo dabi alafu ina msisimko wa fainali kwamba atakaechapika hapo ndio shughuli yake na kuwa imemalizika lakini bahati nzuri sisi Yanga tuna faida hizi, maana ili tusijisahau. Muhimu sana hii. Maana nimemwona juzi mtu <laughs> fulani anaongea kwa masikitiko kweli kwamba hao wenzetu tunajua wanatafuta sare, wanafanyaje? Eh, tulitengeza mazingira ya kupata sare itusaidie, sio mbaya, ni ya kwetu hiyo sare. Sisi Yanga Mungu ametujalia tunafika Jumatano tuna option hizo. Yaani, wakati wenzetu wakitafuta endorsement tatu za ubingwa sisi hata endorsement moja tunachukua uchampioni kaio. Sisi tunakwenda kwenye hii mechi akili yetu ikituambia kwamba pointi moja au pointi tatu zitamfanya Yanga Afrika awe bingwa, na tunafahamu wenzetu pointi tatu zitawafanya wao mabingwa. Kwa hiyo mechi mkiiangalia vizuri, kwa watu ambao kidogo mmepata shule ya mpira, mtakuwa mmeshaona utamu na ugumu wake ulipo. Kisha kuwa na mawazo haya kwamba ikiwa hivi kwa hivi kwa hivi, mechi inaongezeka msisimko. Kwa hiyo sisi kama Yanga Afrika tumejipanga kwa hilo jambo, lakini la pili, uh, sisi upande wa wanachama na mashabiki wa klabu yetu, sisi hii ni mechi yetu, ni mechi yetu kikanuni, of course, kama inavyoelekezwa kwenye ratiba ya bodi lakini mechi yetu kwa sababu inakwenda kuamua hatima yetu ya kutetea ubingwa wetu wa NBC msimu. Kwa mimi siko hapa, hiyo kazi itaifanya karibu. Kumkaribisha mtu mwingine, namkaribisha mwana Yanga, kokote ulipo njoo kwenye mechi yetu ya ubingwa. Usijisikie uzito, usijisikie unyonge, shughuli hii ni ya kwetu, na wa kuifanya ifane ni sisi wenyewe mwana Yanga tukiweza kuifanya Benjamin Mkapa iwe kijani na njano itakuwa jambo zuri zaidi. Yaani tukajaa ule uwanja wote ukawa kijani na njano itakuwa jambo zuri zaidi. Kwa hiyo niwaombe sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga, jitihada tulizozifanya kutoka mzunguko wa kwanza mechi yetu ya kwanza hitimisho lake ni Jumatano. Tumefanya jitihada nyingi, tumesafiri umbali mrefu kuifata yanga ikicheza, tumepiga sana kelele kusapoti timu yetu, lakini imeonekana bado haijatosha, kwa sababu kuna mchezo mmoja umesalia, na huu mchezo unatuhitaji tena sisi wanayanga, nguvu zetu, sauti zetu kwenda Benjamin Mkapa kuwapa morali wachezaji wetu waweze kupambana, kwa kwaliti ya timu yetu, kwa uwezo ambao wako nao wachezaji wetu, wakipata sapoti yetu nyuma Tukawaonyesha kwa, kwa dhamira ya dhati na vitendo kwamba tumekuja kuwaunga mkono nyie. Mimi naamini panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutaondoka Benjamin Mkapa siku ya Jumatano tukiwa na furaha. Sasa hii furaha tusiitegee majumbani. Uwanja ni watu elfu sita tu ule, tuje tujae pale vizuri wanayanga, tuisapoti mie tupate matokeo mazuri. Kwa hiyo ni upande wa wanachama ambao nilisema nitakuja kuwakumbusha hapa na nyie. E, waandishi mpate kulifahamu hilo. Upande wa timu, kiukweli hata mimi hiyo taarifa sina, eh, nisiwadangaye timu. Jana mimi nimefukuzwa Zanzibar. Nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu, e, mimi kidogo mambo ya kutunza tunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo, jana nimetimuliwa, uh, Zanzibar karibu ni shahidi ilitimuliwa baada ya mechi tu kuisha, bwana. Taratibu za wewe na timu zimeishia hapa, kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari na nyinyi ambao mmekuja hapa ambao mnataka kujua Yanga inarudi lini Dar es Salaam, kiukweli mimi kama msemaji pia sijui. Nacho kijua ni kwamba Yanga itakuwa Benjamin Mkapa tarehe 25 <laughs> kwenye siku ya mchezo. Hilo mimi nahakikishia. Taratibu nyingine watafanya hapa mazoezi, watarudi lini, warudi na nini? Kiukweli mwenyewe limefichwa. Sijui chochote achonaakikishia kwamba kawaambie waandishi, kawaambie na wanachama tarehe 25 Yanga itakuwa wapi, Benjamin Mkapa. Karibu nimemaliza, kama kuna <tose> <tose> haraka haraka. Swali lako kwanza, si jambo jepesi kupata ushindi mbele ya Simba, si jambo jepesi. Inaweza kuonekana kawaida kwa sababu Yanga tumeshinda mara nne mfululizo, lakini si jambo jepesi, ni jambo gumu. Hata mechi ya mwisho ambayo tulipata ushindi ilibidi wana Yanga tumsubiri Kevin Kijili afanye jambo lake. Kama watampanga tena, basi huenda tukawa tuna uhakika wa kupata, tunatafuta sare, akatufanyia ihsani nyingine, akaweka la jambo. Hata mechi ya mwisho tulihangaika sana kushinda ile mechi, hatukuweza kushinda, lakini kwa sababu kuna watu waungwana duniani ambao wanatambua jitihada za watu, wakatubariki kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo kama atapangwa ule kijana, never know ukaenda kutafuta sare ukashangaa, pimpi nikaitoa nje kaeta ndani, Kijili akaweka kwao. Tunasubiri hii sani, ikitokea kama hiyo hatutaikataa tutaipokea, ila si jambo jepesi kuwafunga Simba ni jambo gumu, lakini tunalifanya kwa maandalizi mazito, maandalizi ya umakini mkubwa, na ndio maana tunafanikiwa kupata matokeo mazuri kwao. Sisi hatuachi kutaja kwamba sare inatupa ubingwa kwa sababu sio dhambi. Kwa hiyo tunajua wenzetu wao watakuja kutafuta tu ushindi, pointi tatu. Sasa sisi hatuwezi kwenda pale kama kuku ambaye amekatwa kichwa, kwa maana wewe a a lazima uangalie, mechi inaanzia kwenye kupanga, unataka upate nini? Unachokipanga ndicho unakwenda ukifanyia kazi. Kwa hiyo mipango yetu inaanzia kwenye kutazama possibility. Matokeo yakiwa hivi inakuaje? Matokeo yakiwa hivi inakuaje? Kwa hiyo kwenye hii mechi, matokeo ina mbili ni favor kwa Yanga, matokeo ya kufungwa ni favor kwa mpinzani si tunajiandaa kwenye haya matokeo mawili aidha sare au tupate matokeo mazuri inshallah. Jeruhi atajibu kocha kesho, andishi simnaona lakini eh? Mechi ngumu hii nimepangiwa. <laughs> eh. <laughs> beki <laughs> Bala nafata utaratibu ulivyo, ndugu yangu eh? Eh, kiongozi wetu hapa Karimbo Imanda ambaye ndiyo eh, afisa habari wa bodi ametoa maelekezo na tunayaheshimu. Masuala ya tekniki yatajibiwa kesho, nani anaumwa nani mzima kesho. Langu lilikuwa lipi? La Nkad. Sawa, sisi kwanza kama club tumeshafanya kazi na Nkad kwa muda mrefu na mpaka tumeendelea nao msimu huu kufanya nao kazi maana kama club tathmini yetu ilituambia hawa ni watu sahihi, na tathmini hauipimi kwenye mafanikio tu, unaipima pia kwenye changamoto. What if, ikiwa hivi, Ncard wana kapasiti gani ya kuweza kusolve hizi changamoto kwao? Tujiririsha kabisa, pasina shaka yoyote, ndani ya hizi siku, kuanzia leo kwa maana ya Jumatatu, Jumanne na Jumatano, siku ya mchezo, kwa idadi ya watu ambao walikata ticket tutaweza kuwahudumia. Na unajua idadi ya watu ambao wamepoteza kadi ni idadi ambayo tunaiashumu tuna, tuna kwa sababu hatuna namba ya watu ambao wamepoteza hizo kadi. Huenda watu wote hawa waliokata tiketi kadi wako nazo sasa, wanataka tu kusikia kwamba kama kadi yangu nayo naitumia. Kwa la kwanza ni hilo. Hawa ambao wamepoteza tunaashumu ni wachache, kwa sababu watu waliendelea kwenda viwanjani baada ya machinani, na tunaamini walitumia kadi zile zile ambazo walikatia Tiketi za machinani. Kwa hiyo tumeashumu kwamba idadi fulani lese ndo wamepoteza hizo tiketi. Kwa hizi siku tatu wanavyo vituo, wanao wahudumu sahihi wanaoweza kuhudumia shida hiyo na wanachama Wayanga wakanjoi.